Asalamu alaikum aleikum warahmatullahi, karibuni sana wapenzi watazamaji wa chaneli hizi za ulimwengu wa giza. Karibuni leo tujifunze pia somo kutoka katika ulimwengu wa giza, na somo letu la leo litahusu habari za majini, majini hawa ambao wanaishi katika ulimwengu wa giza, kwa sababu ni viumbe kama sisi, ila wao wanaishi katika ulimwengu wa giza. Leo tutatazama sababu kubwa za jini kumuingia binadamu ni nini. Kuna sababu kubwa nne, tambua kwanza kuna sababu kubwa nne za, za jini kumuingia binadamu. Sababu hizo ni zipi? Sababu ya kwanza, jini akikupenda. Jini akikupenda anaweza kukuingia, kama jinsi wewe unavyompenda mtu nakutamani kuishi karibu naye. Unaweza kumtamani ukampenda mtu ukatamani awe rafiki yako, unaweza ukampenda mtu ukatamani awe mpenzi wako. Na hata majini pia wako hivyo hivyo, wanapendana wao kwa wao, lakini pia wana uwezo wa kutupenda sisi. Jini akikupenda atatamani ya kukuingia katika maisha yako na awe karibu na wewe kama mpenzi wake ama mtu wake wa karibu. Kwa hiyo hivi vyote vinawezekana. Kwa sababu ya kwanza tumeona ni jini akikupenda anaweza kukuingia kwenye mwili wako. Sababu ya pili ni jini akikuchukia. Jini anaweza kukuchukia pasina sababu ya msingi. Majini wana husda kama tulivyo binadamu. Binadamu kuna wakati na kuna nyakati nyingine mara nyingi unakuta mtu anakuchukia pasina sababu ya msingi yoyote. Hukumfanya jambo lolote baya, lakini ameamua tu kuwa na chuki na wewe, ana wivu, sio na sababu ya msingi. Kwa hata jini, unaweza ukawa wewe binadamu uko sawa, hujamchokoza, hujafanya lolote baya kwake, lakini akakuingia kwa lengo la kuharibia tu maisha. Hajatumwa na mtu, bali ni chuki zake binafsi. Kwa hiyo ni sababu kubwa ya pili. Sababu kubwa ya tatu Jini kwa nini anakuingia? Sababu kubwa ya tatu, sababu hii ni sababu ya jini kuweza kutumwa kichawi. Jini anaweza kutumwa na mchawi akakufika na akakuingia na akakufanyia, kama tulivyoona, anaweza kukuingia jini kwa sababu ya kutumwa na mchawi. Mchawi ana nguvu za kuwasiliana na majini. Mchawi anapika uchawi, lakini pia anakuwa na viumbe wa kichawi ambao anashirikiana nao ambao anaweza kuwatumia katika kuwadhuru watu wengine. Kwa hiyo mchawi anaweza akamtuma kiumbe akamwamrisha na akamtuma akaja kwako, kwa ajili ya matatizo mbalimbali. Unaweza ukarogwa kwa njia hii, ukarogwa kwa njia ile. Lakini mchawi anapomtuma jini anampa maelekezo maalum, na anapokuingia katika mwili wako jini ule, basi ataenda kufunga kizazi, kama mchawi alimtuma akufunge kizazi. Ataenda kuharibia kazi yako, atakuharibia ndoa yako, atakuharibia maslahi yako, kama mchawi amemtuma au amemwelekeza afanye hivyo. Kwa sababu kuu ya nne, ya tatu ni kutumwa kichawi. Hii ni sababu ya tatu, ila sababu ya nne kuu sasa, hii ndio sababu ya mwisho, ni kumchokoza jini. Jini unaweza kumchokoza, unamchokozaje jini? Ni kama kwenda mahali ambapo majini wanaishi sehemu za bahari, sehemu za mito, sehemu kwenye miti mikubwa, majalala, njia panda, sehemu zozote kwenye mapango, sehemu ambazo kwenye majumba tunayoishi, katika miili yetu kuna majini. Kwa hiyo sasa, hizi ni sababu ambazo zinaweza kupelekea jini kuweza kukuingia, unapoenda katika sehemu ambao jini anaishi, ukaweza kuleta hitilafu katika, inaweza kuchafua mazingira pale Mona. Au kufanya mapenzi katika eneo lile, eza kwenye miti, kwenye kando bichi, sehemu za baharini, mfukweni, huku mkafanya mapenzi na mpenzi wako, basi mnaweza kuleta shida kubwa, kwa sababu jini yule, kitendo kitendo cha kufanya uchafu karibu na yeye, karibu na himaya yao, karibu na makazi yao, wanaweza kukasirika na wao wakawaingia kwenda nyie katika maisha yenu, wakawaletea na yenyewe shida, wakaanza kuwasumbua na kuwafanyia mambo mabaya katika maisha yenu. Kwa sababu ya kubwa ya nne ni jini kumchokoza. Ukimchokoza jini anaweza kukuingia. Kwa masomo zaidi na zaidi katika hili ambayo tumeligusia usi, kama tulivyoona, hizo ndo sababu kubwa nne. Kwa zaidi na zaidi, tuendelee kufuatilia masomo haya, na kama una swali lolote kuhusu habari hii au kuhusu jambo lolote nahusu ulimwengu wa giza, uchawi, majini na maradhi na mambo yote yanayosumbua wanadamu, unaweza kupiga simu ukaanza na 255 727 52 themanin na nne ishirini themanin na nne mbili tano tano saba hamsini na mbili themanin na nne ishirini themanin na nne. Asante sana.